Jina, naitwa Hamisi Msele Mwali, ni wakala katika kituo cha Tibirinzi, jimbo la Chakechake. Mimi nilikuwa katika kituturi namba tano. Mheshimiwa, kwa masikitiko makubwa, mimi niseme kwa masikitiko makubwa yaliyotukuta sisi mawakala au wananchi wa Zanzibar, yaliyotukuta katika uchaguzi huu. Tulitii agizo uliotuletea Mheshimiwa kwamba tarehe 28, tutulie na tuachie CCM wapige kura kwa utulivu kikawaida. Wanachama wa ACT Wazalendo ni wasikivu, ni wana uweledi wa hali ya juu na wanatii amri za viongozi wao. Kinyume na hivyo mwenyekiti, nafikiria ingekuwa ni maafa mengine, lakini tulitulia, tukasikiliza agizo lako kutoka katika chama wakapiga kura zao kadiri walivyojaliwa wenyewe. Siku ya tarehe 29, Mheshimiwa, Mweshimiwa, tulifika vituoni mapema tukapewa vitambulisho vyetu kwa ajili ya uwakala. Mimi katika kituturi changu namba tano nilirekodi majina mpaka mtu wa ishirini na nne nikiwa na ushahidi kwamba kura 24 kwa 24 zitangulia mwanzo zote katika jimbo la shehia Tibirinzi, ya Tibirinzi hakuna hata kura moja ya CCM kuanzia jina namba moja mpaka namba 24 tano. Mheshimiwa, kwa sababu una ueledi na kwenye jimbo hilo unakaa, alikuja mama mmoja ambaye ni mke wa sheha wa zamani wa Tibirinzi. Hiyo ndio wa wa ilikuwa kura ya mwanzo watu wa CCM. Kura ya pili ilikuwa ni kura ya askari mmoja mstaafu mwanawe Tibirinzi 26, kura ya 26 hiyo ilikuwa ndio kura ya CCM. Ina ina maana mpaka dakika hiyo kuna 24 kwa mbili. Mheshimiwa, kilichofuata katika foleni ya pale ni orodha ya wana CCM ambao ni askari wa vikosi waliokuja mpanga foleni. Jumla yao walikuwa ni 13, mmoja baada ya mwingine wamefuatana, watu 13 kama wakala, wajibu wangu nilichokifanya ni kuanza kutoa maelezo kwa PO kwa sababu analetwa mtu sura yake Saidi Mohamed Saidi, ni kijana wa umri wa miaka kumi na nane mpaka ishirini lakini wallahi, cha kusikitisha, marehemu babangu alikuwa kijana, ni mzee amekomaa, zaidi ya kukomaa. Kumuuliza pio, hivi umri unaanza uzeeni? Mtu akaja utotoni, sura ni ya mzee aliyekomaa, mtoto ana miaka kumi na nane. Swala lililofuata pia swali ukimweleza swala ukamwambia si kazi yako. Sasa kazi yangu nini? niung kituturi kuja kuangalia watu wa kwanza ikawa hivyo, wa pili mheshimiwa, watatu, mimi nikasema hili haliwezekani. Waliokuwepo watu watibirinzi katika kituturi changu, nafikiri nafikiri mumo na mlishuhudia nilichokifanya hapa, hili haliwezekani. Wakaletwa askari watatu kwamba waje nitoe Nikaitwa toka nje, unafanya vurugu. Nikauliza, vurugu langu ni lipi? Unazuia watu wasipige kura kwa utulivu? Nikamuuliza askari aliokuja na nyota tatu, mwana mama, hawa wote hawa wewe wao wajua wawa. Sisi watu watibirinzi twasema hawa hawakai katika sheria yetu, lakini chengine kinachofuata, mkata kura anatoa kura mbili mbili mpaka tatu kwa vijana wale Ikafika hatua tunakamatiana kitabu, yeye anavuta na mimi navuta, utakata sikati, utakata sikati. Lakini cha kuonyesha kwamba Mungu hamfichi mnafiki na siku zote ukisimama na haki na kuja kwako miongoni mwetu, ndugu yangu mtoto wa mjomba wangu Muhammad Sleman Bedui, anayemjua Tibirinzi anaye mwanae ndo Ahmada, alikwenda kituturi kapua kura kumi, akapewa kura kumi, mwakilishi mbili diwani mbili, mbunge na rais, wote kwa jumla kwenda kwenye kituturi. Yule kijana akarudi akaja kawambia vioo kwamba bwana, umenipa kura nyingi askari wako pale. Nikamwambia, Mungu hamfichi mnafiki. Huyu nani huyu? hataki dhulma, amerudi muislamu wa kweli, mwangalieni. Wakafedheheka askari wakatoka mheshimiwa, wakarudi katika maeneo yao. Kuendelea na usikivu, mgombea wa udiwani Msabaha alikuwepo baada ya vurugu kwa jingi, akanambia tulia, acha zoezi liendelee. Tukaendelea kutii amri ya viongozi, zoezi likaendelea. Lakini mheshimiwa, mimi nilishindwa kuendelea, nikampisha wakala mwingine, kwa sababu nilimwambia, kwa hali ilivyo, siwezi kukaa tena huko ndani, kwa sababu ni uchafu uliokithiri. Na haya ndiyo yaliyokithiri katika masheha naibu sheha wao, walikuwa ni mwakala wa kuleta watu kuingiza ndani wapige kura, wanatolewa huku wakiingizwa huku.